Wewe tunafanana nywele, wewe tunafanana kula ugali lakini hatufanani siku ya kufa. Haleluya, yes. Ndio maana Paulo anasema, nataka niwaambie si nyama na damu haviwezi kuulithi ufalme wa nini? Jamani, yani kuna watu walikuwa wanashughulika kupamba huu mwili, anataka ale anachokitaka, akitembea watu waseme amestawi. Akasema nyiwe mnasumbuka na hii nyama na damu, lakini hivi mnavyosumbuka navyo Haviwezi kurithi ufalme wa Mungu. Haleluya. Akawa naangalia jinsi ambavyo wale watu wanasumbuka vile, alafu anasema na uharibifu kurithi kuto kutokuharibika. Mm. Alafu pale mbele kidogo ambia, nataka niwaambie siri, hatutalala sote. Ila kufumba okay, na kufumbua sote tutabadilika. Sema amina jamani. Kuna kitu kinaitwa badiliko Kristo ambao hawana nini? Jamani, badiliko nani? ni yeye yule jana leo na nini, anaendelea. Yani yeye hana badiliko. Kweli anashiriki, sawa kabisa. Anakuja kwenye ibada, sawa kabisa. Tukampa na uzee wa kanisa ili asogee kwenye badiliko kwa haraka, hajabadilika. Sasa anasema hivi, naomba niwaambie, si nyama na damu haviwezi kurithi mfalme wa Mungu, lakini kuna siku, siku ya kubadilika Yani, iko siku ambayo tunatakiwa kupokea badiliko. Haleluya u msiba, um, inawezekana umekuja ili ukubadilishe wewe. Kuna vitu ambavyo kwako havijabadilika. Haleluya, kwa nini? Mtaani wanakusemaje? Haleluya maana kipimo, tuendeni sasa hivi kijiweni afu tuwambie kwamba wakijiweni tusomeni wenyewe wataelezaje mabadiliko yenyewe yalivyo sasa Yani ulikovaa na yale wanayesema kule, yani ni vitu viwili tofauti kabisa. Haleluya, anasema sote tutabadilika. Sikiliza nikuambie, siku moja mimi nilikuwa na simu. Unafahamu kati ya simu, kwenye simu kuna kitu kinaitwa engine. Engine ndio kila kitu, sema amina jamani. Sasa siku hiyo mimi nikaa naona simu inazimazima, kumbe tatizo liko kwenye engine. Nikaenda kwa mahali fulani, wakaniuzia motherboard Hili nibadili ili nibadilishe labda mazabodi ndio ilikuwa ina shida. Simu ilionekana mpya kweli lakini nchi ndio ilikuwa na tatizo. Bwana Yesu asiye simama. Nimeweka kweli kwenye mazabodi mpya lakini ikawa tena na tatizo lile lile la kuzima zima. Nikaja kugundua tatizo liko kwenye nchi yaani badiliko liko kwenye nini jamani? Asa jipime wewe kwenye nchini yako yako mambo gani umeweka gani umeweka hapo? Inazima zima au unaendeleaje mwenzangu? Mani nazekana tuko hapa lakini, kuna siri fulani kwamba mimi hata kama niende kanisani lakini jambo fulani kweli jamani, mimi siachi hiyo, ni siri yangu. Haleluya. Yeah. Wakute eyo siri yangu hivi kweli, we mambo yako yako, si una siri kwa mbele za Mungu? Wow. Mambo yetu yako wazi, mambo yako yako Yesu akakutana na mtu mmoja, watu kama wawili, ila alikuwa na mazungumzo na mtu moja, mmoja tu, dada mmoja anaitwa Martha. Haleluya. Amen. Yesu alipofika bliki ya kwanza, ile mama alianza kutoa hoja za msingi, kama ungekuwepo hapa ndugu yangu asingekufa. Haleluya. Kama ungekuwepo ndugu yangu asingefanya. Jamani, na hata hapa wanasema hivi, labda hawo wanasema kama angekuwepo Patrick mama yetu asingekufa. Mfano, lakini mzee nimekutaja sijui kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. <laughs> wengine wanasema kama angekuja ile daktari bingwa wane mtangaza pale India nakwambia ndugu yetu asingekufa. Sikiliza, nikwambie hata kama angekuja nani, Mungu akishasema anachukua mtu wake, anachukua, sema amina Amen. Amen. Anasema, anasema kama ungekwepa hapa ndugu yangu asingelikufa. Yesu akamwambia mimi ndimi huo uzima. Haleluya, mm. Yesu ana uzima, yaani Yesu akiingia kwako ana uzima. Yaani kuna vitu ambavyo vikibadilishwa vikiwa vizima na wewe kuwa mzima. Haleluya, yaani Yesu akiingia kwenye moyo wa kwako anaifanya akili yako kuwa nzima Amen. hata afya yako kuwa nzima, hmm. atafikiria huna Yesu, wewe ni mzima kweli? Haleluya, Amen. Kamuni akuputa ujimbi wanasulimoto <laughs> wanamkulanga mienye mzima <laughs> <laughs> waenda mingoni aleluya. <laughs> Yani, kuna watu hapa sio wazima, unafama, ila tunakuona kama mzima, ila wewe sio mzima. Yani kuna mambo unafanya, hata Mungu anasema hii hii nini maana yake, anajua huyu sio mzima huyu Hili tatizo badiliko alijaja Haleluya. Amin. Anasema mimi ndimo, ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie, ajapokufa atakuwa anafanya jamani. Anaishi. Si unaona huyu mwana amekufa lakini bado anafanya nini? Anaishi. Hapa nilikuwa naona akina mzee Donald ndio leo siku ya kwanza kusikia sauti ya Donald, anaishi <laughs> Haleluya. Wanakumbuka zile nyimbo za za kigogo alikuwa anaimba mama kadi, wanavyoimba huyu mama anaishi. Na inawezekana hapa kwenye kanisa alitoa ka kitu fulani, kanaishi. Haya sasa, watoto wake wengine wachungaji, anaishi, haishi. Mambo aliyoyafanya baada yanaendelea kuwasaidia watu wengine wengine. Hapo ukifariki jina lako ndio biashara imeishi, si wakumbuchila yae, hawakumbuki. Hujai kuchonga kiti wala hata meza sturi yenyewe kanisani hujachonga. Paka wanasema marehemu kafa akatuachia asalaa <laughs> mkono anaenda mbinguni, haleluya. Niweka, napenda nikukere mapema, ili ukitembea huo na nikasirikia sema amina, kuliko hata kama nitakulemba ulishahubiriwa mara nyingi. Sasa mi unafikiri minabandika mapya? Minabandika yale yale Umwamini nani jamani? Yesu, Yesu ndio kila kitu Yesu asifiwe Amen. Yesu ndiyo kila kitu. Fikiria, Yesu anamwambia ukiamini utauona utukufu wa Bwana, haleluya. Tumwambie mwenzako, utukufu wa Bwana. Kuna utukufu wa Bwana, yani tukitendo cha kumwamini Yesu anasema, utauona utukufu wa Bwana. Yesu Kristo akaondoka akasema, mahali gani mmemweka? Hapa kwenye hili somo najua mmesoma wengi kwa nini rudia rudia kusoma, sina naeleza. Yesu sana anasema mmemweka wapi? Wakaenda mpaka pale, wanakuta kuna kaburi, zamani walikuwa wachimbi wanaweka, kuna pango hivi. Akasema liondoeni jiwe. Wengine dada yule yule walikuwa na vishana, ameanza tena kuleta vipingamizi mbele yake, kawambia ananuka. Haleluya! unafahamu msiba kama haukuruhusu navidhio vingi sana. Yesu asifiwe sana, anasema nimekuambia ukiamini utauona utukufu. Nani jamani? Akasema liondoeni jiwe, ile wameondoa jiwe. Kazi ya kuondoa jiwe ilikuwa ni kazi ya kina Martha na wengine, sio? ilikuwa kazi ya Yesu. Yesu alikuwa ameenda kwa kazi rasmi kwa ajili ya kumwita Lazaro. Watoke wapi jamani? Atoke kaburini. Wengine wapo wako makaburini hapa. Tunaongea na watu hapa, tuna picha wengine wako wapi jamani? Wako hapa. Biblia inasema wana majina ya kuwa hai, lakini wamefanya nini jamani? Una marehemu hapa hapa, yani hata tunapohubiri anaingilia hapa, wajua kutataa malembe la mbele chikangwe. Bwana Yesu wasa, yani hata tunapohubiri yani anaingilia hapa, wajua kutataa malembe la mbele chikangwe, anawaza ni makaburi tu jumla, yani ana mawe mengi ya makaburi. Mungu nifanye namna hiyo. Yesu asifiwe yani. Aliondoa jiwe haleluya! Ninampenda sana Yesu, ambaye yeye badiliko badiliko lake ni la sekunde moja. Akamwita Lazaro njo, wakati anakuja anashangaa Lazaro amenyuka, akasema muondoeni kwanza le, muondoeni na sanda wanga mwingine anakaa karibu na mwanga, anataka kuuza kiwanja. Unauza kiwanja, baada useme Yesu nataka ninunue mpaka kwa Yuda. Yesu asifiwe. Unakimbia wapi? Nimechoka. Ah, uombe Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu ie nguvu katika kuamini wewe, katika jina la Kristo. Bwana we